Mm, asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwa jina ninaitwa tena Zaina Abdalla Songono, kungwi Zaina Abdalla Songono, kwa jina lingine la mstaafu haswa, na njonjo mpiga dumu, kwa neno lingine ninapotamka leo. Sasa niko katika mada ya usafi wa mume na mke, usafi wa mwanamke nyumbani, unavyoishi na wazazi wako au na familia yako ndani Usikili na amri ya Mungu pengine itatokea amri ya Mungu. Usafi nao utangaza huo. Kwanza, mtoto wa kike unapoamka asubuhi, unaweka maji yako chooni, tangulia we mtoto wa kike kwanza kukoga maji asubuhi. Unaamka, unakwenda kukoga maji asubuhi, unarudi pale na mwanaume naye anainuka na kwenda kukoga maji. Uwe na mwanaume, usiwe na mwanaume uko peke yako. Lakini asubuhi saa kumi na mbili mtoto wa kike unataka uamke ukakoge maji. Ukisha kukoga maji umemaliza, Umekaa pale kama una zamu kusema kufagia au yako, yako, tayari kama kuna chai, chai. Basi si ulale tena mpaka saa mbili kuwa usafi naza pate kwenda Safisha chooni, maliza, fagia varandani, maliza, fagia barazani, maliza. Zamu hiyo, nenda jikoni, ushamaliza hapa usafi hapa, umeingia tena kitandani kwako. Shuka, jitahidi kuwa na shuka zako mbili au tatu. Mwanamume anapoondoka pa pale anakwenda kazini, wewe mtoto wa kike lazima, wewe hakikisha godoro lako umeshalikung'uta vizuri, na unachukua shuka yako unatandika tayari, na ile shuka nyingine ulivyolalia pale unachukua unakwenda kufua. Ufuaji wa shuka, kama unaona shuka ya mwenzio inapendeza, ipendezi mimi. Unalala usiku na mumeo, chukua nguo yote utandike kama vile kitenge au kanga, unatandika unalala na mumeo mpaka asubuhi, unachukua kitenge unachukua ile kanga, ni ile shuka unakwenda chooni uani, unafua nguo zako tayari, unaanika. Mashuka yakiwa mawili, unafua zote unaanika, ile shuka nyingine unatandika tena, safi kabisa. Hata kama mtu anaingia kule chumbani kwako, unakuwa mtoto wa kike msafi, una mafuta yako, unapulizia chumbani kwako, tayari unapendeza. Unachukua mkeka mwingine unatandika kiombazani. Kuna lingine mnaoita sijui jeketiku sijui mnatandika baraza nini, unatandika katika kile chumba chako carpet. Unalitandika lile vizuri unatoka nje. Umeufikiri amri ya Mungu. Ukimaliza hiyo tayari, chukua vyombo vyako kwa wanavyo nje. Kwanza mwiko. Mwiko ndo neno lilioambiwa mwiko. Mwiko usipende kumpiga mtoto. Mwiko usipende kumpiga mumeo. Mwiko usipende kumpiga ndogo wako. Mwiko imeambiwa mwiko. Kama mwiko umechukua umewapigia watoto watakuwa na matana au mumeo atakuwa na matana. Mwiko wako kosha, mtoto wa kike. Vyombo vyako vyote kosha, mtoto wa kike, chukua weka ndani, sehemu yote unaweka, lakini vyombo vyako kiacha ovyo ovyo. Hata kama mimi naweza kuchukua nikakosha nika tu na ondoka nacho. Laisa, ufikiri wewe mtoto wa kike na amri ya Mungu. Amri ya Mungu, anaweza kufa mwanao mm, anaweza kufa jamaa yako yoyote. Laisa, fikiria maiti mingine yanabebewa, watakuja mule ndani mwako, watakuja kuona safi na kila mtu atakusifu uwanja, hata ueleweki wani hata, hata ulimilini watu wanakalia hivyo inakuwa vibaya sana, na utasemwa sana. Na ipendezi tu, sisi watoto wa kike ndio mada ya, kwanza hiyo mimi mimi kungwi lazima tujitunze katika mwili wetu, lazima tujitunze katika mazingira ye mazingira ma, ma, ma, mm, ma yake maana pazuri kwa sababu nini? Uwe msafi, mtoto wa kike uwe msafi. Mwanamume, mwanamume kama anaenda kazini gogote, mwanamume ana kazi ya pikipiki -piki, ana kazi nyingine mnasemagaje? mimi ye mm, kazi nyingine zile dereva nini, ile miguu mitatu na, ehe bajaji, anakwenda kazini, anataka naye apendeze. Wewe uko nyumbani upendeze, na mwanamke naye mwanamume naye apendeze, anaondoka kazini, akirudi huko mfurahie mumeo. Ndiyo napenda sisi watoto wa kike. Sio anarudi nyumbani anakuwa hana raha ya mwanamke. Anakuwa hana raha ya mwanamume. Mwanamume, mwanamke naye akitoka, ukitoka wewe mwanamume kule kazini kwako ukija sema eh? Ashaingia tena simba huyo. Usoni kumi na mbili. Upendi tu kumwona mtu mwenzio, hapana. Usisikie maneno ya gengeni. Maneno ya gengeni yanakuwa mengi sana, maneno ya gengeni ya ngundini tunasema sisi, zamani tulikuwa tunasema gengeni. Sasa hivi ya ngundini. Aswa nini watoto wa wanaume anaweza kusema mke wangu, mimi kama hii kazi niyofanya ngumu, alafu nikirudi huko mimi kitaki hichi hamna, hichi amna, hapana. Hii la kumwelekeza mwanafunzi, unakuwa wewe mtoto wa kiume ndo mwanafunzi, unamfundisha mkeo, maana wewe fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, lakini sio mkimbilie kumpiga mateke, kufanyaje na kwa, si vizuri. Lazima tupendane, akina baba, lazima tupendane, wa ndugu zangu, lazima tupendane katika kimaisha, tutunzane, watoto familia yote tutunzane. Ndo hili mwada ya kwanza ili ndosema kama ndosema ni wangu ndosema ni kukatika usafi. Sasa hili mwada ya kwanza hiyo. mm -hmm. Mimi zaini adala songono, kwa jina lingine ni njonjo mpiga dumu, kwa jina la tatu mimi ndo mpiga dumu, ndo mimi ndo mvundaji. Sio ninavunda navunda wali tu, pamoja na sisi wenyewe tunajivunda pamoja na mimi mwenyewe najivunda vile vile, kwa sababu huo una no usafi. Mwanamke awe na no usafi. Mwanamke apende mwilini pake. Mwanamke apende katika mazingira ya, ya, nyumbani pake. Mwanamke apende katika uwanja wake, lazima alime uwe msafi, eneo lote aliwe safi. Hata kama umepanga, lazima kuwe kusafi kwa sababu unaingia ndani unakosema, mimi nimepanga, alime mwenye nyumba tu. Alime mwenye nyumba inakuwaje mwe na wote mwe sambamba? Na ndani mkiwa usafi ndio hivi ninakongotea kina mama kina baba. Ndani mkiwa usafi hata kama maiti anaingia ndani, inakuwa msafi. Lakini mkua chafu unaweza kusema ingia chumba hichi, kile chumba nacho kiingia nacho kinakuwa safi. Lakini ingia chumba hichi, chumba chenyewe hataki eleweki. Majungu yanatokea nje ama sufuria ama mama manjenga yanatokea nje yanakuwa aibu. Nakuwa nakuwa, haiwezekani. Niko katika mkanda wa usafi leo. Usafi huu lazima watu wote pamoja na mimi mwenyewe. Ukisha kung'aa wewe, kila mtu atakupenda. Lakini unapokaa ukiuliza kiuliza kungwi mimi, hmm, mimi, mimi nimeshazeeka basi sijipendi pendi, nguo zivai hiyo ilikuwa ya maana hakuna. Mwanamke uvae juba, ndio vile unakuta mama mama Samia ushungi utoke. Sasa na sisi tuchukue tabia ile. Lazima tuvae juba, lazima tuvae ushungi na tujifunike nywele yetu tufiche. Usafi wa mwilini kama vile asubuhi unapoamka, na unavyosema usafi wa mwilini asubuhi unapoamka, weka maji yako chooni ukajisafishe mwili wako wote, ukakoge mwili wako wote, ukoge uwe mweupe sabuni ungae. Piga mswaki na mswaki, unapopiga usipigie chooni. Makopo yanakuwa mawili, kopo moja ndio maana meno tunatoka. Kopo moja unaweka la kupigia nini meno yako, mswaki wa mdomoni, kopo moja kopo moja inakuwa la chooni. Ile kopo la chooni unakoka na maana. Sasa hivi hapa ikuni tunakata, wizi wanaweza kuchukua, kauza kisalo, wanauza hata 200, lakini kipindi kile watu walikuwa naweka chooni maji maji yale ndio unapoweka chooni, anapotoka mtu anaingia chooni, anajisaidia. Lakini sasa hivi wanakataa watu wasiibiwe, weka makopo mawili, kopo moja la mdomoni na kufanyaje? Na kupigia mswaki, kopo moja kopo moja la chooni. Chooni unakwenda kule, unakwenda kuchamba, na kama unakwenda kuchamba, lazima uwe na kopo la kuchambia. Kama unaingia ndani, usafi wa kwanza kutandika chumba chako, wamenyoshosha koga tayari, na mwanamme kachaje? Safisha tayari kashakoga tayari, kashajisafisha mwanaume tayari, na kashachukua nguo yake kashavaa. Kipindi kile zamani walikuwa wanachukua, kama unaenda chooni na mumeo unafatana naye. Sasa hivi anakataa watu zake. Hm, anajidai kwa mwanaume gani mpaka nampeleke chooni kwenda na kukoga? Hapana, sharia mmeo, na umejo, na sabu, jiline, ya dini inatakiwa lazima umpeleke mumeo chooni, uko ongesha maji, anakwenda koga maji mumeo na mwenye unakoga kabisa. Mnaingia ndani unabadili, kwa sababu nyumba nyingine inakuwa nyumba ya kupanga. Watoto wengine wanaweza kusema baba, mama unazidi tena unampeleka paka chooni ma baba kwenda kukogesha maji ndio tunaona aibu. Bora unatangulia wewe nambari wani tangulia mtoto wa kike kwenda kukoga maji. Ukisha kukoga maji mtoto wa kike unaingia ndani. Anachukua mwanamume naye na kwenda kukoga. Akisha kukoga mwanamume, akirudi ndani anachukua nguo yake anavaa tayari. Kama mtu akunywa chai unantengea chai. Chai ushapika toka mapema na umeshatia kwenye chupa na vitafunio tayari. Kama kuna ubwabu anakula tayari, anaondoka kazini. Wewe ndoto hakeke sana pale, wale unatangulia kwanza, unatandika shuka yako kitandani, kuwe safi. Maana kuna wengine wa mbea wanaweza kukwambia hebu kwanza niingie uko kwa chumbani kwako, usikubali. Chumbani kwako kuingia rafiki yako, usikubali, maana marafiki wengine wanakuwa wa mbea. Atapoingia chumbani kwako kuangalia, ataangalie kwanza, anapotoka nje, anacholalia hatakieleweki, inakuwa si vizuri. Chumba kwanza kinakuwa siri. Kwanza unapoweka vitu vyako vya ndani, siri ya ndani tuseme kuna siri ya ndani nyingine. Chukua nguo nyingine mnasema engo. Mimi naona ajabu. Time nyingine nikaenda katika mashuhuri tuona katika engo machupi kibao. Ana nguo nyingine akaifunika ile engo ile chupi hapana. Anaacha vile haitakiwi. Nguo za ndani sasa hiyo. Hmm. Katika hiyo nguo ya ndani lazima afadhali agogulo kuliko mambo ya ndani. Hmm. Mambo ya ndani chukua na nguo nyingine tandi, hata kama unafua zile nguo lazima chukua na upande wa kanga funika, yani ujisitiri. Aibu sisi watoto wa kike, nguo ya ndani inabidi asione kwa kila mtu, anapoona nguo ya ndani mumeo tu, lakini sio watu wote waione nguo, nguo ya ndani utaona. Wengine wanatandika nguo tu wanaanika nguo ya ndani, na kwa si vizuri. Mada ya leo hiyo katika usafi na kujitunza mwili wako, mtoto wa kike. Unapotoka lazima shuka yako, unajua umehakikisha umeshaitandika vizuri ndio unatoka nje. Unapofua nguo za ndani, lazima chukua na upande wa kanga uliokuwa mwepesi, anika funika, yani unafunika ile siri yako mwenyewe, unajifunika. Hata katika sharia dini, katika nguo ya ndani inapindi ionekane tena. Mwingine anakuja nkweo pale, ataziona zile nguo umezianika. Mwingine anaweza kuja mkweo, akaziona zile nguo za ndani, aisaidii. Mtoto wa kike lazima, zile nguo za ndani chukua upande wa kanga uliokuwa mwepesi, anika funika Itakauka tu kama mvua mwaka huu, mvua mwaka huu. Kama zile nguo za ndani, tafuta uzi wa kuweka chumbani kwako, anika chumbani kwako. Najua ch kule siri <laughs> ndio maana inaambiwa kule siri, siri yake, najua katika nini, haingii mtu hivi ovyo ovyo la, lakini ukianika hivi hivi tu kila mtu anakuona, inakuwa si vizuri. Mtoto wa kike usianike kwanza nguo, siri ya ndani usianike nje ovyo ovyo, angalau gogoro kuliko siri ya ndani. Yaani ile inaitwa chumba cha ndani. Chumba chenyewe nini ndio ile siri unayojifutika mwenyewe. Tayari nyingine anaweza kutokea mtu aliyokuwa mbaya akakata katikati pale. Kipande chenyewe kile, anaondoka nacho. Ndio no maana ninao sema kusema lazima kina mama tujisitiri wenyewe, nguo yetu ya ndani tuchukue kanga nyingine tuani tufunike. Saa hii yule anakwenda kuoga. Anahakikisha nguo yake nyingine safi anayo. Anachukua ile nguo hata mimi mwenyewe ninaokaa hapa. Nguo unaoishindia ile na ndio hii chafu, naingia chooni. Ile nguo unaoishindia nafua kabisa tayari, atia sabuni na yanika, anachukua nguo nyingine na funika. Sio yule anayetutika na tu ile inafika na kunuka. Udata ule ule uliokuwa nao mwilini pako inanuka. Lazima mtoto wako ikae, nguo zile zote za ndani uvifue na hakikisha, ukisha kufua umeanika zile nguo zingine sitaweka. Kutwa ile unaposhinda saa kumi na mbili toa ile nguo. Saa kumi jioni fua, chukua nguo yako nyingine weka ili asubuhi nakauka, unachukua nguo nyingine unavaa. Ile usiku huwezi kuvaa nguo ya ndani tena, una mumeo, lazima ile utakuwa unaweka tu beanzi, unachukua nguo nyingine unalala, ili asubuhi unachukua ile uliofua unavaa, iliyosofua unakwenda kufua, lakini sio urundikane ndani, ile unaambiwa uchafu No, kama umetoka unavundwa una tena safari ya pili, isidundikane nguo kwenye dishi, inaambiwa uchafu imeshakutokea mja Mungu. Pale watu wanakuja kuona ule mambo mengine na kuwa si vizuri, tunatukanishwa sisi watoto wa kike kama usafi wa kwa mwanamke mwanamume manamu, anaporudi kazini kwanza. Tuseme anaporudi kazini kwanza, tuwasamini wa, wa mume zetu kwanza, tuwasamini kama mwanamume. Hukumsamini wewe unapata dhambi kubwa. Anaporudi kazini mumeo anakaa pale, wewe unaweza kumuuliza je, mume wangu, unaanza kwenda kukoga pa, kula, au kula? Ah, mimi naanza kula, anakula au mimi naanza kwenda kukoga. Usiseme uongo, wewe umetoka kwa wala yako huko, alafu unakuja kuniambia mimi kusema nikakoge kwanza, hapana. Mwingine anakuwa na gasha, unachukua pale, anakwenda kukoga. Usafi wa kwanza mwanamume, kwanza kumtunza mumeo. Anakwenda kukoga, mwekee sabuni chooni, mwekee maji chooni, anakwenda kukoga tayari. Akirudi huko, anaingia ndani basi Maro men ndo noa baba yoyo nae nasema kapa. Lakini watoto wasione mume wawili tu, wewe na mumeo ndani. Watoto kama wako nje wanacheza basi. Ndo maana tunaambiwa sisi watoto watoto wetu wanapata dhambi kwa wazazi, kwa sababu tunanyima raha, ucheki na mumeo, ufurai na mumeo, kwa sababu ya nini? Watoto nasema, kama uko peke yako wewe na mumeo tu, basi anakwenda kukoga maji, akirudi pale usafi wa kwanza wa mume, anakaa pale, anachukua, anakula tayari. Hayo mengine siri yenu wenyewe tena, yalieni wenyewe kwa katika ya mambo ya usiku au ya wakike. Hiyo shauri yenu, lakini usafi wa kwanza mwanamume kuanza kumuuliza mume wangu, nataka kula au nataka kwenda kukoga. Mimi nataka kula kwanza, na nja mke wangu, namtengea mtengea. Tia kwenye pocho kila kitu. Unatengea, si anze wewe, anarudi kazini alafu wewe ndio unaanza kupika. Hapo mshako sana tu. Mwanamume amekuwa kama mtoto mdogo. Mwanamume kama unamtuza wewe, hata kama umekuwa na matara. Jilegebeshe tabia mbaya mtunze mumeo, jilegebeshe tabia mbaya mpe kula mumeo, jilegebeshe tabia mbaya ongea vizuri na mumeo. Utamwona, hmm. Utamuona hata yule mwanamume hata kama ana mke mwingine anailegemea kwako wewe, kwa sababu anakufuata mapenzi yako mazuri, na anashangaa, mke wangu kabadilika vipi? Kama mwanamume unamsukuma sukuma, basi unamhakikishia unampa mwenzio, kwa sababu wewe si unamsukuma unanyima kula, unamkaba rohoni, unamuumiza. Sasa vile maumizaji wake na kumkaba rohoni na kuwa kako wewe haisaidii kitu, ndio unamkabizi mwenzio huyo. Mwanamume sio yeye mwanamume tu, hata wewe mwanamume kwa mkeo, inataka muwe mapenzi bibi na bwana. Anaporudi kazini mwamumeo umpokee, anaporudi kazini usisema we kwanini, kwa anda, wewe unake mwingine kwa nini kwenda wewe, kula wendi kula kula, anakula na kwako anakula, ndio kama kawaida. Mwenyezi Mungu ndo alivyoumba. Mtume ndo alivyooa oh, matala namna hivyo. Lakini kama mwanamume unamsukuma, unamkaba rohoni, unataka kumuua, sasa ile wewe oh, unapata nini? Atapofariki yule mwanamume wewe kwa kwako unapata nini? Unataka dhama bure na wazazi wake, waseme wewe oh, ndo uliouua. Kumbe mtu toka zamani aitaka kufa wewe oh, unapata dhama bure. Haitakiwi hivyo. Wanawake wazangu, nasema wanawake wazangu, tusiuane. Sio baba. Sio mama, tusi uwane, tupendane na upenzi wa ndoa. Inakuja bibi na bwana ndani na mwana mume, hata kama kaoa wewe, wewe rudisha mapenzi. Ukirudisha mapenzi wewe kwa mumeo kule kote, anasaga anasema amemfanyia dawa, lakini hakuna dawa. Kuna nini? Kula tu hapo. Usafi kwa watoto wake, mwanamke kwa watoto wake, hapo watoto wake mwanamke Mwanamume akisha kuondoka na maana mwanamume na yeye kachakuwa kama mtoto mdogo. Ndio unawakusana wale watoto. Ukiwa na watoto wako wawili au watatu kwa mfano, unaanza kumtimiza mumeo kwanza asubuhi. Kutia maji. <laughs> Mwanamume mwingine anapenda maji baridi, mwanamume mwingine anapenda maji ya moto. Kuna machupa makubwa makubwa. Unatia maji kwa katika chupa, maji ya moto. Unaweka ili asubuhi na mimilia kwenye kisado, mwanamume saa 12 ile anakwenda kukoga, tayari anarudi pale. Yaani watoto wameshamka. Mwingine wamekuja nacho. Mwingine kama unaye mtoto wa mbongoni, hakikisha ile usiku kwanza amka. Msafishe ule mtoto. Sasa hivi kuna hivi vimachupi yenu mlioyapata haya watoto mnawaumiza. Mnawavalisha mabampo, sijui manini, sijui. Zamani sisi hatukutumia hivyo, tulikuwa tunavalisha manepi tu. Unavalisha manepi yako, afu walikuwa wameshona manepi tu ile zamani, ndio unamvalisha. Unachukua tambara kawaida, unavalisha afu, ile unavalisha juu yake. Sieyayeyaye tuwezeni, wazungu wanafanya kibiashara, mnawaumiza watoto, wanakuwa nguvu ya wa kiume hawana. Mnawaumiza watoto, wanakuwa nguvu ya wa kike hawana, kwa sababu yale madudu mnaowavalisha tayari. Hakikisha pale mumeo kwanza kashaondoka, na we unakusana watoto wako. Ndiyo maana inaambiwa lazi ya mama mzito haiji uzito, kwa sababu wewe mama ndiyo unaotunza watoto pale nyumbani, yule mwanamume anaondoka. Wewe mtoto akike kike unawatunza wale watoto wako, asubuhi, injika maji yako ya vuguvugu. Sio mtoto asubuhi tu unakwenda kumchukulia maji ya baridi, unakwenda kumkogesha akiwa na homa, alafu unatangaza mwanangu ana homa, kumbe kusudi umefanya umeifanya wewe mwenyewe. Injika maji ya moto. Toka nje, mkogesha mwingine, mkogesha mwingine wale wote wakogeshe. Chukua nguo nyingine, unawavalisha. Sasa hivi kama sio kama vile tulioolewa sisi zamani nguo ilikuwa hakuna. Sasa hivi nguo nyingi, ile nyingine ushawekea katika mfuko, ile nyingine umevaa. Ikifika mchana nguo ishachafuka. Toa zile nguo, wavalisha nguo nyingine, kongesha tena vile mchana, wavalisha nguo nyingine, fanya shughuli zako. Ndio unatakiwa kina mama kuwatunza watoto pamoja na mwanamume. Mwanamume naye kashakuwa kama mtoto. Kama vile unavyotunza mwanao na mwanamume vile vile. Utaona hata kitu cha siri, anakuletea mkewe. Ke wangu, mimi hichi nimenunua, wewe pokea. Weka ndani, mnakula, mnachaka mnafurahi. Utaona wale watoto wanakuwa na nuru, na nuru na wewe mwenyewe unakuwa na nuru. Na maisha yenu, kama mnaendelea vizuri ndani mwenu, mnakuwa na baraka, lakini kama mnaendelea vibaya, inakuwa haina baraka. Nguruwa nguruwa imekorea tu. Sasa unalandisha mpaka na watoto tabia mbaya. Inakuwaje wewe bibi na bwana mnagombana? Na wewe ndio unashika familia. Akina baba yote wanajua kusema, mtoto wa kike ndio anashika familia. Ndio maana wale wenzetu, watu wa bara, wanaita mama mama, wanajua tumewafanya kazi kuwalea sisi akina mama uwajue watoto wetu kama unamwacha, kama hata kama unafanya kazi kazi, na mwisho utakuwa mzee kama mimi ninosema hapa, amuja niona sura yangu, lakini mkitapo niona nimeshazeeka. Ila wananitunza watoto wangu, hata kama hivyo navyotembea yenyewe, natembea na watoto wangu mnavovunda. Kwa sababu nini? Watoto watunze taifa la kesho. Unafanya kazi yako, ndio una mdada wa kazi ndio. Unaporudi pale kama saa sita, kama unanyonyesha, angalia watoto wako wako vipi, watunze. Mama nimewakogesha, watunzama kwanza, waulize mmekula nini? E, tumekula mama. Wakogeshe maji. Baba mama, lazima watoto muwe na upendo, ndiyo yale niliyosema wamwe ya kwanza iliyotokea <coughs> kwa sababu kama watoto mwatunzi, wanatibuka wale watoto, wanakuwa akili hawana mama yako ata mtoto kwanza atakukimbia, au unaye karibu mwanao? Kwa nini unaporudi kazini? Sasa hakikisha watoto wako wamekuwa safi. Hata yule dada wa kazi unamwambia watoto safi, unawaangalia wewe mwenyewe kusema hii hela yangu unaotupa, nampa huyu mtoto vipi umfanya kazi safi. Unakuja pale watoto wanakukimbilia hapo. Mama, mama, mama, unanunua biskuti, unanunua soda, unakuja nao pale watoto wako kama kwanza uwaangalie kwanza wale wazetu paka muoniki. Wanazurura paka lakini wanarudi, wanakumbuka watoto wako. Nyau nyau, na sisi binadamu tuko hivyo hivyo. Unawakumbatia watoto wako. Ah, oh, unawabeba, unawaweka pale. Na yeye eh, baba kirudi kazini. Vile vile na maana mwingine anakuwa mwalimu wa shule, baba, mwalimu wa shule, mama. Sasa kipindi kile mnachorudi kama akitangulia baba, kama akitangulia mama, lazima muwatunze watoto. Utawaona watoto wanapendeza kwa sababu wanapata joto la mama, wanapata joto la baba. Wanakuwa kwa afya kwa sababu mnawapenda wale watoto na mnawadhibiti. Hata kama muna neno mmechukia, lazima wale watoto mnahakikisha wamekwenda kucheza. Sitaki watoto wangu wasichukue tabia mbaya ya ugomvi, mimi sipendi. Pale unasema wewe mama, au unasema wewe baba Aa, tunasemezana mimi na wewe tu. Wakiingia watoto, basi ugomvi uisha, sipendi tu. Utaona wale watoto wanachukua ile tabia mnaokaa nayo nyinyi katika maisha yenu, wanapendana tu na wanaishi vizuri tu. Lakini nyinyi wakina wazazi ngifanya wagu wagu wagu, mnagombana, basi hakikisha pamoja na wale watoto mnawatunza. Tabia mbaya laisa. Kama wewe mtoto wa kike ukikosa kumpenda mwanao wewe, ukisamini kazi tu watoto wasamini, je, baadaye kitakusaidia nini? Baadaye kazi hiyo ni ifanye itakushinda baadaye watakuwa na wale watoto wako wakiwa na wale watoto hata kama wewe hauna mtoto hata mmoja, lakini hakikisha katika ile kazi unayofanya tafuta sehemu kwanza jengo jenga. Sio unafanya kazi. Nawaona mimi wanawake umu wanawaonga wanamume, anatoka mwanamke anamuonga mwanamume yeye mwenyewe. Hata baada pa kusema hapa nitajifadhi hakuna. Inakuwa si vizuri. Akina mama lazima tuwapende watoto wetu. Ndio maana mnaona watoto wanazurura ovyo kwa sababu hatuwapendi. Lakini kama watoto wako umewakusana na kuwajua umekoga maji na kuwajua kusema hao watoto wamekula hawaangaiki. Na watoto kwanza nashangaa shangaa mimi watoto tunao mnapowalea za sasa hivi. Zamani sisi matusi kwanza tumekaa na, we, na wako wenzetu. Huwezi kutukana na wewe kuntukana na watoto wako. Unakwenda kumwambia mtoto wewe nsenge wewe. Sasa nsenge na au mbwa wewe. Mbwa nani? Mbwa wewe, uliozaa yule mtoto wewe pamoja na mumeo, ndio mbwa. Lakini watoto kama unawalea vizuri, hapana. Mimi mambo hayo siyapendi, tabia hiyo sio nzuri, tabia hiyo. Basi wale watoto hawezi kuchukua tabia mbaya kutokana na matusi. Lakini wewe mama mtu, kama unatukana unasema mbwa, shenge, nini, basi wale watoto watachukua tabia hiyo unayoifanya wewe, mama mtu. Tunaomba mimi zaidi, na watoto wetu tuwatunze vizuri. Ukifikia makamo kama hapa nilipo mimi, inakuwa wewe mtu yoyote ushazeeka, wakutunze watoto wako lakini watoto wako kama unawatunza, hata kama watoto wamekuwa wakubwa, mimi watoto wangu wakubwa wakubwa, lakini wanakuja hapa mama, ninawapa ushauri, tufanye ili ili ili ili, watoto wangu na kama wamechafuana, tufanye ili ili ili. Mbona mimi tutachafuini na baba yenu, tunaishi vizuri, lakini hakuna. Mnakwenda kutengana, watoto wanapata tabu, mnakwenda kupigana, watoto wanamwangalieni, unakwenda kumkaba mwenzio rohoni makusudi afe, haya watoto wanamwangalieni, inakuwa si vizuri. Naomba kina baba, kina mama, tuwe wote pamoja, mwatunze watoto. Watoto mali, baadaye watakusaidia. Na kama unamtesa wewe baba yake, baadaye na wewe utateswa nao watoto wenyao, watakwambia wewe baba ukumtunza vizuri, na wewe leo utaona cha moto. Lakini kama unamtunza vizuri mumeo, lazima na wale watoto watachukua tabia hiyo hiyo tu. Mimi ninasema Kungwi Zaina ya Dara Songoni, kwa jina lingine ya njonjo mpiga dumu ninaongeza tena ninaongeza mada ya, ya, sisi wanamume sasa. Ya wanawake nimemaliza naongeza wanamume. Wanamume wana mateso. Na sisi wazazi vile vile. Atakuja mwanao kukulalamikia. Kwanza sisi wazazi tukae kwa kujua. Atakuja mwanao kukulalamikia mama, ye moja mbili tatu. Uwe mpelelezaji kwanza ukapeleleze pale mbilini kwake. Mwanamume mwingine anafunga mlango anakupia ndani. Wewe uko ndani unapigwa, we kweli kweli. Sasa inakuwa ina imani. <coughs> Sasa tukae mapili tu, hakuna lakini. Wanaume wengine wanakuwa wapigaji. Mwanaume mwingine anakupiga mpaka anakuua. Sasa tuwe wazazi, tuwe wa polisi, uangalie watoto wetu baba. Mtoto mwingine anakuwa analeta malalamiko mama, moja mbili tatu, lazima wewe baba, moja mbili tatu, lazima wewe upeleleze tu, so mwambie wewe, nenda mbilini ukakae mbilini kwako. Kwanza umezaa watoto wengi unawapeleka wapi hao watoto hapana. Ndio maana Mtume amesema iwe taraka. Ingawa tunaachika huku tunalila lakini kwa mateso. Watoto wa kike tunateseka. Mwanamume mwingine anakuchukia unakuwa kama mdudu. Makusudi mali ile ulio unda naye. Eh. Ifanyeje? Apate kutumia yeye na mwanamke mwingine. Basi, haina hizi. Lakini neno moja natangaza. Mwanamume kama anamtesa mwanamke, akimbilie polisi kwanza. Mwanamke afike pale polisi na mwanamme afike pale polisi. Mwanamke adodosi na mwanamume adodosiwe, tatizo hapa nini? Kama kuna mali yule mwanamume anataka kumpa mke mwingine, basi wale mapolisi watajua. Lakini wewe mzazi usiseme, kaa tu hapo hapo, mwisho wake utakwenda kuchukua maiti <coughs> lazima wewe umwambie, sema bwana eh, mimi nimekurukuta kwa mwenye kiti mara kwa mtendaji mara kwa nini Ovyo, anaenda polisi. Wale polisi watatatua moja atamuita yule mume mtu. Mume wangu atafanya hivi moja mbili ataulizwa. Je, mbona ana mashahidi? Ana mashahidi. Kanifungia mlango, kanifanya hivi hivi. Mimi nifanyaje jamani na watoto kama hawa? Hukumu yote, hukumu nani? Polisi. Lakini wewe mzazi kuchukua jukumu, wewe ufe tu umo. Ufe tu. Na mwanamume mwingine anakuwa kifimbo cheza, kukupia kila siku. Kukupiga kila siku nakua si vizuri. Sisi maisha tu kuishi hivyo mpaka tunazeka. Tumeishi vizuri na mauzi yalikuwepo, lakini sio kwa kupigana mwilini. Na <coughs> kipigo kingine kinakuja, maana mume aleti chakula ndani. Na inachangia mada hiyo. Mwanamume akimpata wala ya wake wa nje, chakula ndani tena aleti, wewe tu ndio unahangaika na watoto unahangaika na watoto. Hapana. Kwanza, muhimu, sikimbilie polisi. Kimbilia kwa wazazi wake. Kimbilia kwa mjumbe. Moja mbili tatu, mwanamume mwingine anakuwa mbishi. Hapa ida hizi, lazima mwanamke atadai talaka. Kwa sababu mauzi yanazidi. Lakini wewe mama, ukienda kule ukiona yale mambo yanakuwa sawa sawa, yule mwanao ndio kulwa kulwa anakuwa mwana, mbona unafanya kulwa kulwa? Na kwa sababu yote mara mbili, mada hiyo inachangia kwa kwa mume, inachangia kwa mke, inachangia maisha inayotakiwa. Mimi ninavyosema maisha inayotakiwa kupendana, sio mwanzie umpige mpaka umue, sio mwanzie umpige unyime kula Sio mwenzee umpige umkabe rohoni, huo sio upenzi, huo mkabale nakuwa si vizuri, ndio itakiwi. Na sasa hivi dunia hii tunaenda nayo imekuwa mbaya, yani sio kijana tu, mpaka na mzee mzee mzima, lakini anayeyafanya yaeleweki. Kama mumewa anaweza kumkaba rohoni, na wewe mwanamume kama mkeo unaweza kumkaba rohoni, na mzee mtupu, wote wazee, mwanamume mzee, mwanamke mzee. Dunia sasa imebadilika. Kubadilika kwake ndo kama hivi kazi watu tunauana. Tulikuwa tunasikia bara huko, Arusha, Tanga, wapi wapi ndo ulikuwa mchezo huo. Lakini sasa imekuja mpaka hapa tunauana wenyewe kwa wenyewe. Utamwona mwanao mwenyewe unamuua. Mwana mwana utamwona mumeo unamuua, utamwona mkeo unamuua na kwa si vizuri tupendane jamani. Mama Samia amesema tupendane leo tutue moja. Tushikamane. Tufanye jambo letu. Wote tuwe pamoja. Na maana ukiwa okay, okay, unamua mwanzo unamnyima raha hata katika kula anakuwa apigi kwa sababu ushakuwa umenyima raha. Tupendane, tuelewane, tujue nini kinachoendelea katika maisha yetu ya Tanzania. Mm. Mimi azaina binti Abala Songono. Eh hey. Ninakaa huku maelewa kwa, kwa nini? Mtupa ndio nako kalia huko. Sasa kwa mtu yote kiangazi ndio mwezi wa nane, mwezi wa sita. Kwa mtu yote katika kuvuna jamani, naomba waje hapa nyumbani pangu na mimi nipate riziki. Sina bei ya kuendelea yoyote ile ile. Kija hapa tunaelewana mambo yanakuwa poa. Na wanafunzi wangu ni nao wamewenye na uongozi huku. Wanafunzi wangu wanaongozea huku basi mambo tupoa mdadi tupate riziki kutia mdomoni tu. Sina bei ya kusema milioni nini, hapana. Tunazikana tunakwenda wote waendelee kwa watu tu. Tunakwenda. Ndio natangaza hivi tangazo, no? La la, kati. Nitaendelea tena mambo mingine vile vile baadaye sasa kwa wiki nyingine. Lakini tupendane, asante sana na shukuru kwa kunisikiliza.